Eti wanasema maendeleo sio barabara, sio skule, sio madaraja hivi wewe unaisija hao watu. Kwanza tunatakiwa tutofautishe, tunatakiwa tutofautishe kwamba maendeleo yanayogawanyika ya ya, ya katika fakta mbalimbali, tukizungumzia fakta mbalimbali kwa hatua ya awali tuyagawe maendeleo katika sekta mbili, pengine social development na economic development. Serikali inapoingia madarakani inatakiwa itizame ni sekta gani au ni kategori gani inatakiwa ianze nayo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi, tunaomba tuwafahamishi tuwa wale ambao wanakuja na hoja hizi dhaifu za kwamba eti maendeleo ya shule, barabara, hospitali, masoko si maendeleo, kwa wao wajue kwamba maendeleo ni social development na economic development. Serikali ya Daktari Hussein Alimwinyi, kwa taarifa yao tunawaambia vijana, imeanza na social development, imeanza na social development, kwa maana imeanza na, na, na, na social service: hospitali, eh, barabara na mashuleni Hoja za vijana wa ICT wanasema eti hakuna madaktari katika hospitali zetu, hakuna vifaa. Watambue kwamba hospitali zote ambazo wamejenga, daktari Hussein Mwinyi amejenga hospitali with the full facilities, equipments and medical. Amejenga kila kitu na utaratibu wake. Leo tunakwenda hospitali. Kuna mpaka hii e medicals kwamba mawasiliano kati ya daktari na mtu pengine Dayari, una, wa madawa tayari unafanywa service hapa, unapata ripoti yako ukenda kwa daktari unapata ripoti yako ukenda kwa, kwa mtu wa farmasi. Maendeleo gani yanataka tena, maendeleo gani anataka mpendaye ya miaka el, elfu elf, elf, elf mbili na tisa, sio mpendaye ya mwaka 2025. Maendeleo gani anataka Chumbuni ya mwaka 2019 sio, chumbuni ya mwaka 2025. Maendeleo gani anataka leo, Lumumba watu baada ya kukosha magari? Leo kuna hospitali ya rufaa ya kisasa ambayo tunaweza kufanya operation zote theaters, na vitu vyote ambavyo vinahitajika kwenye hospitali ya kisasa vinapatikana pale, na kuna madaktari wa kutosha. Asifikiri kwamba maendeleo ni kitu cha kuamka usingizini na kulala Lazima kuna protocol, lazima kuna kuna phases. Sasa kama anataka kuona maendeleo, sisi tunamrejesha tena kwa kura zetu nyingi. Daktari Hussein Alimwini kuja kufanya hayo ambayo yeye anaona haya kufanyika. Tunataka kuleta madaktari wa kutosha, tunataka kuleta walimu wa kutosha na akumbuke kwamba Daktari Hussein Alimwini ndio yeye alopandisha mishahara ya walimu pamoja na daktari kwa asilimia mia moja. Kama ana mtu wake mwalimu, kama ana ndugu yake mwalimu, amuulizi leo nini Daktari Hussein Alimwini amefanya kwenye kwenye sekta ya walimu katika, eh, katika kategoria ya mishahara. Nani kama leo kama walimu ambao wanafurahi ni watu ambao wame, wamepata uh, bashasha zimerudi katika katika nyuso zao leo. Mwalimu yuko tayari hata kura ipigwe mwezi wa mwezi wa saba, wana hamu na kwenda kupiga kura ili waweze kumchagua jemadari wao arudi madarakani, aendelee kuwafanyia uboreshaji katika sekta ya elimu. Ni sekta zilikuwa, zilizofanya maendeleo kwa asilimia mia moja, hospitali, sekta ya afya, elimu E, pamoja na sekta ya infrastructure, atizame atembee vizuri. Kijana wa ICT asiropokwe tu, asikae asifikiri ni masara kukaa katika media. Media ni kitu chingine, azungumze kitu ambacho ni fact. Leo hakuna haja ya kuandikia mate, wino upo, atembee katika, katika maeneo ya Zanzibar, aone Zanzibar ya mwaka elfu mbili na kumi na tisa, na, na, na, na ni Zanzibar ya elfu mbili na ishirini na tano. Asitake kutusababisha tukazungumza maneno mpaka tukatoka tuka kwenye faculty za za, za, za, za taaluma zetu. Tunampenda, tumwambie kwamba atulie, anyamaze, aangalie watu wanaofanya maendeleo, tuwafundishe namna ya maendeleo katika nchi. Asante.